Karibu kwenye video hii ambayo tutaongelea jinsi ya kufanikiwa kwenye YouTube channel yako kupitia njia tofauti tofauti. Kama unahitaji kujua mbinu mbalimbali mbali za kupata watazamaji wengi au kutengeneza maudhui ya kuvutia na jinsi ya kugeuza channel yako kuwa chanzo cha kipato, basi video hii ni kwa ajili yako. Hakikisha unatazama mpaka mwisho. Kabla hatujaenda kwenye njia za kufanikiwa, ni muhimu ambavyo unatakiwa kufahamu kwamba uh, jinsi YouTube inavyofanya kazi, kwa sababu YouTube ni jukwaa ambalo linapendelea maudhui yanayowavutia watu, lakini pia kuwaweka watazamaji kwenye apo yao kwa muda mrefu wakiwa wanatazama vile vitu ambavyo wameviposti watayarishaji wa maudhui. Sasa na maanisha kwamba ili kufanikiwa unahitaji kujua jinsi ya kutengeneza maudhui ambayo yanayovutia na kushirikisha watu wengi. Sasa kuna vitu pia ambavyo unahitajika kuzingatia, nimevielezesha katika siku hii na kuja kukuelekeza kitu ambacho unachotajika kuzingatia ili mradi uweze kufanikiwa kupitia YouTube ni kuweka ile inaitwa SEO, search engine optimization. Search engine optimization, optimization hii inahusisha kutumia maneno muhimu kwenye title yako au description na tags ambazo uh, utakuwa unaziweka katika channel yako, na hii inasaidia eh, kuongezeka kwa retention rate. Ina maana kwamba kadri watu wanavyokaa kwa muda mrefu kwenye video zako, ndivyo algorithm ya YouTube inavyopendelea video hizo, ambazo zitafanya watu uh, wengi wafikie video hizo. Kini pia, kuna kitu kinaitwa consistency. Unachotakiwa kufanya ni kuwa na ratiba ya kupakia video mara kwa mara. Hii itapelekea kupata watazamaji wengi. Lakini pia kuna njia mbalimbali ambazo unaweza ukazifanya na ukafanikiwa. Njia ya kwanza ni kutoa maudhui ya kipekee yanayovutia watazamaji. Tafuta niche ambayo unayoipenda; utaielezea vizuri hii itaweza uh, kuwasababisha watu kuweza kufanikiwa na hiyo njia, inategemea unaweza, uh, unaweza kuwa unatoa elimu, unaweza kuwa unatoa burudani, unaweza ukawa unatoa vichekesho, mapishi, teknolojia, au filamu. Lakini pia unaweza kuangalia maudhui ambayo yanayo trendi na ukayageuza kuwa mtazamo wako wa kipekee. Hiyo njia itaweza kukupelekea wewe eh, kupata mafanikio. Njia ya pili uh, hii ni wanaita collaboration. Collaboration ni kushirikiana na watu wengine. Mfano, uh, unaweza ukawatafuta watu ambao wanaofanya wanafanya, ma, uh, wanafanya contact ambazo zinazohusiana na nichi yako. Hii inaweza kusaidia kuvutia watazamaji wapya katika kituo chako kwa sababu wale ambao wanafanya kazi kama yako wana audience ambao watapelekea kutazama chaneli yako kwa sababu wewe umechukua mawazo yanayopelekea uh, chaneli yako kupata watazamaji. Jambo la tatu Uh, tunaita matangazo ya kulipia njia hii. Uh, unaweza kutumia, uh, kufanya matangazo ya kulipia katika mitandao mingine ya kijamii kama Instagram au Facebook ili mradi uweze kuongeza viwazi wako. Lakini tukirudi nyuma, uh, ambapo tunaweza tukaita ni namba 4, kitu ambacho unachodika kuzingatia pia ni chaanisha kizungumza, lakini hapa naenda kuzungumza kwa njia nyingine ni SEO. Unatakiwa kutumia maneno muhimu ambayo watazamaji wako wanatafuta mara kwa mara tengeneza thumbnail za kuvutia na title zinazoibua hamasa kwa kubofya. Yani, mtazamaji atapoingia kwenye page ya YouTube moja kwa moja hatakuwa na hamasa ya kubofya ile thumbnail yako. Namba tano ni kujenga jumuiya wanaita Community building. Community building ni kwamba unachotajika kufanya ni kujibu maoni ya watazamaji wako na kuwasikiliza wanachokitaka na kuwasikiliza wanachotaka kuona zaidi. Tumia kipengele ambacho watu wataweza kuongea na wewe na kuweza kufanikiwa, na hii inakuwa ni community building ipo kwenye hiyo channel yako. Kwa hiyo njia hii utapoifanya na kuwasiliana na watazamaji wako mara kwa mara, utaweza kuongeza viewers wengi kwenye channel yako. Lakini pia kuna changamoto ambazo zinaweza zikawa zinakukuta, lakini unahitajika kuvumilia na kufanikiwa. Kwa YouTube sio kazi rahisi, kama changamoto kama vile kukosa Uh, watazamaji. Hizo ni changamoto ambazo zinapelekea wewe uh, ku, ku, ku, ku, kukata tamaa. Kwa hiyo kitu ambacho unachojiika kufanya ni kuhakikisha unafanya utafiti wa nini kinapendwa na watazamaji wako, lakini pia ili jambo linaweza ikakukatisha tamaa, lakini usikate tamaa. Kitu ambacho unachojiika kufanya ni kuanza na unachoweza kumudu kwa mfano, una simu unaweza kutoa uh, huduma kupitia simu yako ambayo unayoitumia baadaye. Utapopata mafanikio zaidi unaweza kuwekeza kwenye vifaa bora. Lakini pia kingine kinachokatisha tamaa ni kukosa motisha, yaani hakuna kile kitu ambacho kinakupa motisha. Sasa unachohitajika kufanya ni kujiwekea malengo madogo madogo, ili mradi uweze kuyafikia. Nahitaji nifikishe kwa hatua kwa hatua subscriber ishirini. Mimi nataka nianze, nataka nifikishe subscriber tano. Ukishafikisha unatoka kwenye malengo yale, nataka nifike kumi, yale ndo malengo madogo madogo. Sasa hitimisho, tunaweza tukasema kwamba kuna njia nyingi za kufanikiwa, kuna njia tofauti tofauti za kufanikiwa kwenye YouTube. Kumbuka kuwa mvumilivu na kujifunza mara kwa mara, hivyo ni vitu ambavyo wewe vinaweza vikafanya kufanikiwa. Lakini pia kama umejifunza kitu chochote kupitia chaneli hii Unachohitajika kufanya ni kusubscribe, kucomment na kushare. Asante sana kwa kutazama video hii. Nikutakie uwe na siku njema.